Hii ni aina ya wanaume wanaokurupuka kwenye ndoa na kwenye mapenzi. Sikiliza, unapata kimwanaume ambacho kilikuwa na tamaa ya mwili, kina kurupuka tu pora tu, kimepata mwanamke kinaweka ndani, kina kina pora tu, kimepata mwanamke kinataka kiweke ndani <coughs> hiyo <coughs> utapatwa <coughs> na shida ndugu. Uta, utapata mwanamke ambaye hakufai huyo, mwanamke atakusumbua milele. Mmoja mwanaume <coughs> <coughs> aliyekuwa na mwanamke na wakaachana Unampata ni mwanamke alikuwa na bibi mzuri, limetengeneza familia yake lakini baadaye wakaachana. Ndio wasikwa na consequences. Hapo sasa unapata mwanaume hajatulia. Mwanaume hajui anafikiria nini, ata, anafikiria kurudi kwa ndoa yake. Lina kurupuka, linapata mwanamke utakuponza uta, ndugu, itakuponza. Ndu. Ita na hapo utakuja kulia. Na usidau mchawi. Haya. La pili. Mwanaume wa tamaa za mwili. Kwanza, hey, hapa wanawake unajua wako na sehemu za mwili ambazo zinatu attract sana eg display unajua display ni nini matako <coughs> mwanaume wa tamaa za mwili akiona mwanamke anapita mwana mbele yake akitingisha <coughs> na kuambia tamaa zako zitakuponza patifika ya tatu mwanamke mwanaume mwana mwana aliye tajiri pesa zako zile zitakuponza utapata mwanamke mwana ambaye mwana mwana, hakufai maishani utaweka mwanamke ndani, na kwa sababu ya pesa yako atakuponza. Pesa zako zitakuharibu, utaleta mwanamke nyumbani, kimwanamke kimekaa tu kimetulia ndee, mimi after all bwana wangu ako akona pesa, ataleta mamako. Mamako akikuja kwa nyumba anafyonza tu. Huyo mwanamke hafai, mwanamke atakutesa, atakutoa kwa familia, atakutenga kurupuka.